Mi nawashukuru sana ndugu zanguni, mm. E, naondoka sahivi tunaelekea Dar es Salaam inshallah, tuimbeane heri na nae mfike salama, tuende majukumu mengine ya kujenga nchi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zanguni, wengine mlikuwa na muda leo, si ndiyo? Lakini wengine mmebaki. Kwa hiyo nawashukuru e, sana, sana, sana, sana. Basi safari njema tukutane. Daa, hatuna kisasa na mtu, sisi tunataka kuchua ubingwa tu. Ndo, ndio, ndio, ndio, ndio plani yetu kisasa, tukua hati mmoja tu Sio sasa na timu moja na tusha kilipa. Kambola. Eh na tumeenjoy. Upande wa kule <laughs> Azam City. Mpira football kawaida. Mm. Eh sisi na sasa na timu moja na tumekilipa na tumeenjoy. Alhamdulillah. Kila mwana Yanga na raha. Jana tumekula asali vizuri kabisa. Hiyo ndio sasa kimeshalipo tunaondoka nyumbani kupumzika. E baba sasa pumzikeni naona safari mnaanza lini? Waeni safari mapema. Sikae mbali na nyumbani jamani. Waeni nyumbani mapema. Neno moja na kuzungumza uh, na wananchi kuelekea mechi na Coastal Union itakuwa KMC Complex pale siku ya Jumatatu, siku ya kazi. Yes, uh, saa hivi tupofikia hapa shaha, ile kitu muhimu kwa Yanga ni kuchukua ubingwa. Haijalishi mechi hiyo inachezwa siku ya kazi naacheza siku gani. Kwa wana Yanga ni wakaribisha sana KMC Complex siku ya Jumatatu mechi na Coastal Union, Coastal team flani hivi ngumu ngumu, na kwenye msimamo kama kidogo na wao wanajitafuta kwao lazima tuweke jitihada kwa pande zote, viongozi, wachezaji, benchi la ufundi na sisi mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani. Yes, mechi inayofuatia tunacheza na Coastal Union na mechi hiyo kama nilivyotangulia kutangaza siku ya jana, ni mechi maalum kwa ajili ya kocha wetu Edna Lema. Tumekuwa na programu nzuri ya kurugenzi ya ufundi kwa maana ya makocha hawa wa vijana uh, timu za wanawake wapate nafasi. Kwa Edna Lema, ligi wanawake imesimama tumempa nafasi ya kuja kwenye senior team kufanya mazoezi kuchukua ku, ku, experience na yeye kidogo kwa Hamdi pale kwao. Mtamuona Edna kwenye programu nzima za wiki hii kuelekea mechi ya Coast, kuanzia training, press conference mpaka kwenye benchi siku ya mechi.